Ndugu waandishi wa habari, wa tumeitana hapa kwa ajili ya kutoa ufafanuzi juu ya tukio la kifo cha bibi Atugafile Mtulo, huyu ni mbena miaka 90, mkazi wa Igima, kilichotokea siku ya tarehe 2 mwezi wa 3 2025 nyumbani kwake Igima. Ni kwamba bibi Atugafile Mtulo alifikishwa katika kituo cha polisi Igwachanya Waging'ombe tarehe kumi na tano mwezi wa pili, na baadaye katika hospitali ya wilaya Waging'ombe ambapo alipatiwa matibabu ya majeraha aliyokuwa nayo usoni huku akiwa hawezi kuzungumza jambo lolote. Wanandugu ambao walifika naye katika kituo cha polisi na baadaye hospitali waliendelea kumuhudumia hadi tarehe ishirini aliporuhusiwa kutoka hospitali na kurudi nyumbani kwake. Toka tarehe ishirini mwezi wa pili 2025, Bibi Atugafile Mtulo aliendelea kupata matibabu akiwa nyumbani akiwa anauguzwa na wanaye hadi ilipofika tarehe mbili ya mwezi wa tatu alipopoteza maisha. Wakati wa mazishi yake siku ya tarehe tatu mwezi wa tatu, kulitokea swala la sitofahamu baada ya wanasiasa kuingilia katika msiba huo na kulitaka jeshi la polisi kutoa taarifa au majibu mpaka ifikapo tarehe kumi na saba la sivyo wataandamana. Niwaombe tu wananchi tuyapuuze maagizo hayo ya hao wanasiasa ambao wanasema kwamba wataandamana tarehe kumi na saba lakini vile vile tutahadharishe umma kwamba maandamano ya aina yoyote yapo kwa mujibu wa sheria na kukiuka kwa kufanya maandamano hayo, jeshi la polisi tutawachukulia hatua watu wote watakaoandamana kwa mujibu wa sheria. Ni waombe tu wananchi wa Njombe waendelee kukaa kimya. Jeshi la polisi tunaendelea na uchunguzi na wale wote waliohusika na tukio hili watakapokuwa wamebainika watakamatwa na kufikishwa katika vyombo vya sheria.